Asubuhi hii nimekuja hapa kwenye sala maalum eh, na wanafunzi wa shule ya wasichana ya Rugambwa na mwalimu wao mkuu ambaye amenipa nafasi. Eh, kimsingi eh, ni, ni sala ya, ya, ya, ya kumwombea eh, mwanzilishi wa shule hii Sister Catherine Erisman ambaye aliendesha shule baada ya kujengwa na pia hayati maremkano Rugambwa. Sasa sisi ni wasichana ambao tulisomeshwa katika shule hii, tulipata ufadhili wa kanisa na tukaweza kumaliza na tukapata walimu wazuri sana. Alikuwa ni mwalimu mzuri sana na ndiyo maana baada ya miaka mingi tunamkumbuka na, nazungumza kwa niaba ya wanafunzi hasa wa darasa langu darasa la mwaka 66 ambayo linaitwa comrades, tunajiita comrades. Wenzangu nimewajulisha kwamba nitaenda leo kwa sababu wengi wako Dar es Salaam kwamba mimi nitafika pale Rugambwa tusali tumombee, na sala hizi tulizozisali leo na wanafunzi tutatuma pia kwenye shirika lake kule Marekani New York, ambapo na wenyewe wajue kwamba huko anakumbukwa. Na cha msingi zaidi hapa e, nimeanzisha mfuko wa, mfuko wa wa kusaidia wanafunzi wahitaji ambao utakuwa ni kumsaidia mwalimu kwa shule, kwa sababu mambo ya shule ninayaelewa, ninaendesha pia shule binafsi tena kwa katika kumwenzi kana Rugambwa tumeanzisha na sisi, tufanye aliyoyafanya yeye, kuleta elimu. Lakini unapokuwa unaendesha shule kama mwalimu mkuu, unakuwa na changamoto maalum. Mara nyingi kuna mtoto mwingine unakuta hana nauli, mwingine hana mahitaji ya msingi, na mara nyingi walimu, watu hawajui kama mwalimu mkuu anaweza kuchukua hela zake binafsi kufadhili watoto. Kwa hiyo mfuko kama huu unakuwa chini yake, na naamini kwamba nitapata na watu wengine wakuu kuniunga mkono, na nitaomba, kwa sababu watu wa media mko hapa, mnisaidie mfuko uweze kuboreshwa. Shule hizi pia za serikali zina changamoto hizo. Kwa hiyo, mimi ya leo nilikuwa ni sala kwa mwalimu wangu mpendwa na mpenda sana, nilipokuwa mmoja wa mataifa nilikuwa nakutana naye sana, mara nyingi nimemtembelea mpaka nimelala pale kwake kwenye senta yao, hawa ni masista na wanafunzi. Nimefurahi wamejua historia yake, baada ya shule zao kutaifishwa, wakaingia kwenye sekta nyingine, hasa za wakimbizi waki. Kwa hiyo amefanya nchi nyingi Afrika hapa na miaka yake 94 si hapa Mwenyezimungu sasa ameona apumzike mbele yaami. E, nakumbuka wakati unasoma tulikuwa na mwanafunzi mmoja mlemavu, lakini kitu cha kwanza na nini. Kwa hiyo changamoto sasa, shule ii uwezo wake, amenambia ina wanafunzi sasa. Kwa slm nilisoma hapa tukiwa wanafunzi ongezeka. Na naona majengo yameongezeka, lakini si sana kimsingi, yale makubwa ni yale ambayo niliacha mimi eh, zaidi ya miaka Uh, hamsini, miaka stini iliyopita. Kwa hiyo unakuta kwamba hapa uboreshaji unahitajika, na nadhani ni mwalimu sasa kuelezea mahitaji yake, lakini mi nimezungumza swala la uzio. Shule kama hii inahitaji uwe na uzio, maana sasa ina wanafunzi pia wenye changamoto eh, wale walemavu hasa maalbino, usalama wao na nini, kwa hiyo nadhani walimu hapa wanafanya kazi nzuri lakini na sisi kama jamii tuwaunge mkono, na kazi yetu sisi kama wazee ni kuishauri serikali eh, kwamba iangalie shule hizi na kuzipa mahitaji yanayohitajika ndio elimu iweze kuboreka. Naitwa Witness Amos, ni mkuu wa shule hii ya Rugambwa ya wasichana. Tunashukuru kwa ujio wa wageni wetu wa leo asubuhi. Imekuwa ni asubuhi njema yenye baraka, kutembelewa na Profesa Anna Tibaijuka mwanafunzi wetu wa zamani lakini kupitia yeye tunaona kama kuna baraka na neema zinaenda kushuka kwetu. Amezungumzia habari ya uzio, ameiona na mambo mengi tumezungumza, lakini kubwa, anakwenda kuanzisha mfuko ambao ameuita jina la Sister Catherine Foundation kwa ajili ya watoto wenye mahitaji. Na kwa kweli tunao tunao watoto ambao ili atoke kwao aje shule, unakuta shule inaingia gharama, apate godoro labda ni kidato cha kwanza, apate godoro apate uniform, vinginevyo wale watoto wanaweza wakaishia mtaani.